Nam ni mandhari ya milima ambayo inapatikana Tizi Ouzou, nje kidogo ya mji ambapo Klabu ya Young Africans imeweka kambi hapa, na hii leo ni siku ya pili baada ya kuwasili hapa kutokea Algiers, na wako hapa ileo, kikosi kimefanya mazoezi yake ya kwanza katika uwanja wa mazoezi. Kumbuke jana kikosi kilifanya mazoezi, lakini yalikuwa ni mazoezi ya ndani ya jimu kuweka miili sawa baada ya safari ndefu ya kutoka Dar es Salaam mpaka Dubai na baadaye Dubai to Algiers na baadaye tena kwa usafiri wa barabara kutoka Algiers mpaka Tizi Ouzou. Baada ya kufika Tizi Ouzou, kikosi kilifanya mazoezi ya gym, lakini hii leo asubuhi, chini ya mwalimu Gonsalves, kikosi kimefanya mazoezi kwenye uwanja mdogo pembeni tu ya hotel. Na mazoezi ambayo yamefanyika pale ilikuwa ni session ya kwanza. Kuna kwa sesheni ya pili ambayo itakuja kufanyika majira ya saa moja kasoro ambayo kwa nyumbani ni usiku sana. Kwa hiyo kwa wakati huo tutakujuza ambacho kitakuwa kinafanyika, lakini kikosi kizima, hakuna mchezaji yoyote ambaye alikaa nje, wote wamefanya mazoezi vizuri kabisa na kumaliza seshen ya mazoezi, licha ya kwamba hali ya hewa ilikuwa tofauti kidogo. Mvua ilikuwa ni kubwa ilinyesha mvua mpaka wakati ikafika, mawe yakawa yanadondoka, zile barafu ambazo tumekuwa uh, kwetu kuzishuhudia ni nadra, lakini kwa huku imetokea kwenye mazoezi, lakini haikuwafanya Young Africans waache mazoezi, waliifanya kwa nguvu mpaka wakamaliza mazoezi, na baada ya hapo uh, kikosi kikarejea hotelini kwa ajili ya mapumziko na kuendelea na programu nyingine. Ni hayo tu kwa muda huu kutokea Tizi Ouzou, James Samwel wa Azam Sports.